Nchini Tanzania, sakata la kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, ambacho ni chama kikuu cha upinzani nchini humo limeibua sintofahamu kubwa, huku taasisi na mashirika mbalimbali ya kimataifa wakiendelea kupaza sauti kutaka kiongozi huyo kuachiliwa huru nchini Tanzania. Tundu Lissu ambaye ni mwanasiasa na mwanasheria kutoka nchini Tanzania alikamatwa siku chache zilizopita huko Mbinga mkoani Ruvuma kwa tuhuma za uchochezi na kusafirishwa kupelekwa jijini Dar es Salaam ambapo alifunguliwa mashtaka ikiwemo shtaka la wan taasisi mbalimbali za kimataifa zimekuwa zikitaka serikali ya Tanzania kumwachilia huru kiongozi huyo wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania. Kuna nini leo? Amnesty International amefunguka kwa mara ya kwanza ikiwa ni siku mbili tangu kukamatwa kwa Tundu Antipas Lissu na kufunguliwa mashtaka ya uhaini. Taasisi ya kimataifa ya kupigania haki za binadamu ulimwenguni Amnesty International ametoa tamko lao la kwanza ikiwa ni siku mbili tangu kuripotiwa tukio la kukamatwa kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa, Tundu Lissu huko Mbinga mkoani Ruvuma. Amnesty International amesema kwamba, acheni ukandamizaji wa viongozi wa upinzani na mwachilieni haraka Tundu Lissu. Tukijibu taarifa za mashtaka ya uhaini dhidi ya Tundu Lissu, kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, siku ya tarehe 10 Aprili 2025, kufuatia kukamatwa kwake tarehe 9 Aprili 2025, Amnesty International kupitia kwa kiongozi mkuu wa kanda ya Mashariki na Kusini mwa Afrika Tegere Chaguta amesema mamlaka za Tanzania mnapasa kumwachilia haraka bila masharti Tundu Lissu, ambaye alikamatwa na kuwekwa kizuizini kutokana na kuongezeka kwa msukumo wa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 katika aka huo. Pia Amnesty International wamesema kwamba Lissu anakumbwa na mashtaka matatu ikiwemo kutoa taarifa za uongo na kuwatuhumu majaji hawako huru na pia wanakumbana na mfumo wa chama tawala. Katika hatua nyingine, Amnesty International wamewataja matukio mbalimbali ambayo yamewahi kutokea nchini Tanzania kwa viongozi na ufuasi wa chama cha demokrasia na medeleo Chadema, huku wakiwataja Mohamed Ali Kibao, Deonis Kipanya na Deodith Soka. Hii ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo imefikia mezani wakati huu kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kuhusiana na sakata la kukamatwa kwa mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema nchini Tanzania Tundu Lissu.